Ni Bugoma TV. Habari. Habari. Naitwa Alinanuswe Kailo, ni mkazi wa Kotazi. Kiukweli Kotazi tuna changamoto kubwa ya tulishakuwa na changamoto kubwa ya barabara, hasa mvua zikinyesha barabara zetu huwa ni mbovu, na tunamshukuru sana Mheshimiwa diwani Mage kwa kwa kuweza kututengenezea barabara vyema, na hii ni ahadi kati ya ahadi zake ambazo aliziahidi, leo amekuja kutekeleza kwa, na tunamshukuru sana kiukweli. Hili swala kwetu limekuwa ni mkombozi mkubwa, hasa hii barabara ambayo inatoka uwanjani kushuka huko chini kuelekea makaburini. Ni barabara ambayo ilikuwa na shida kiasi asilimia kubwa. Kwa sasa kiukweli tutakuwa na tunateleza, tuna pikipiki wabajaji wote na hizo kota zitakuwa ni njia kubwa na njia ni common sana, hasa hii njia ambayo inaelekea kanisa la Roma kwa kweli tunampongeza tuna kwa juhudi kwa, kwa zake anazofanya kwa kujali wananchi wake. Kwa kweli kwa sababu barabara imeboreka na saizi inapita bila shida yoyote. Kikubwa kikubwa, wananchi wenzangu ni kuwapa ni kuwapa yani, nikumpa moyo mheshimiwa diwani, ili aweze kutekeleza yale mambo ambayo aliweza kwenda kuyaahidi juzi. Nilikuwa sema hapa pananikera sana, palikuwa uchafu pale, nisema nikate nadumbukia wakati nikitoka mwangu wakasema ashaga tu hivyo hivyo, nikasema hapana. Wakaanza kucheka wasichana, maana nilianguka nikapiga magoti. Nashukuru Mungu, yaani Mungu kama Mungu ameleta mheshimiwa diwani, nguvu za mheshimiwa dawani na Raisi Mama Samia tunamshukuru, mshukuru. Muda mrefu tulimwomba diwani, aituahidi kwamba mwezi wa tano atakuja na greda, kweli tunaona katapila na greda liko mtaani leo huu mwezi wa tano, tumefurahi sana. Tangu ile asubuhi ilivyoingia tu greda, tuko nalo huku tunaendelea na ujenzi wa barabara. Kwa hiyo tunamshukuru sana diwani wetu, kila alichotuahidi kwamba mwezi wa tano atakuja afanye ukarabati wa barabara zetu, tunamshukuru sana na ni kweli amelitekeleza. Kwa majina, ninaitwa Odero Makodero, ni katibu mwenezi kata Kashaulili, Chama cha Mapinduzi. Tunaona juhudi za mheshimiwa diwani anatoa ahadi zinazotekelezeka, hivyo na sisi tunamuunga mkono na tunasema irani ya Chama cha Mapinduzi imetekelezwa na Mungu hawezi kututangulia, na kumshukuru diwani wetu huyu mama na mwenyekiti wa serikali za mitaa, wamejitahidi jitihada zao, naona mambo yamekuwa mazuri, barabara iko vizuri sana, ila tunawashauri kama ingewezekana watuwekee na mitaro. Leo nimeanza na Kotazi, nitatengeneza barabara tatu lakini nitaenda mtaa wa Vuzogwe nitatengeneza barabara mbili, na nitaenda mji wa zamani nitatengeneza barabara mbili. Nimekuja kutekeleza ile ahadi niliyowaahidi watu wa Kotazi kwamba kabla sijamaliza muda wangu nitahakikisha na kuangua barabara ili watu wapate maeneo sahihi ya kupita, hata wakiwa na mgonjwa. Hii ni Bugoma TV habari.